Mlango wa 4 kuanzia kifungu cha 20 hadi 25. Mwanangu, sikiliza maneno yangu, tega sikio lako usikize kauli zangu, zisizoondoka machoni pako, uzihifadhi ndani ya moyo wako, maana ni uhai kwa wale wazipatao, na afya ya mwili wao wote. Linda moyo wako kuliko yote alindayo, maana ndizo zitokako chemchemi za uzima. Kinywa cha ukaidi ukitenga nawe na midamo ya upotovu uiweke mbali nawe. Macho yako yatazama mbele na kope zako zitazame mbele yako sawasawa. Na hili ndilo neno la Bwana.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 Neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu, katika he hekima yote mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo na tenzi za rohoni, huku mkimwambia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Na kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu, mshukuruni Mungu Baba kwa yeye. Na hili ndilo neno la Bwana. Nani, asante. Ninakuabudu Mungu wangu, ninakutukuza kwa maana nina hakuna mwingine kama wewe. Ninakushukuru baba mwema kwa ajili ya masaa haya ambayo baba, imekupendeza Mungu wa amani, nizungumze na wateole wako baba kupitia kwangu. Mungu Mungu wa wa rehema rehema, ninaomba baba uniongoze. Mungu wa rehema, uniongoze kulingana na mapenzi yako. Nitumie baba kama chombo chako cha kueneza injili ja yako takatifu. Mungu wa rehema, ninakushukuru baba baba kwa maana ninajua baba utanielekeza. Ni kwa Yesu Kristo bwana wetu nimeomba na kushukuru. Leo ningependa tushirikiane kwa neno lenye kichwa a healthy soul. A healthy soul a ni nafsi ya mtu ambaye anaenda kulingana na mapendekezo ya Mungu ama mafundisho ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Huwa tunapenda sana kuchukua muda mwingi katika maisha yetu

Wakolosai 3:12 Bwana Yesu asifiwe. Basi, kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu watakatifu wapendwa, jipikeni moyo ya rehema, utu wema, nyenyekevu, upole, uvumilivu, mkichukuliana na kusameheana, mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, kama Bwana alivyo wasamehe nyinyi navyo na nyinyi. Bwana Yesu asifiwe. Mara nyingi katika maisha yetu tukiwa tunazo majumbani, inataka kutoka hawa wamama ama watu tumeishi kwa. Bwana Yesu asifiwe wa kuna tabia zingine huwa tuna adapt pale kwa. Bwana Yesu asifiwe, kweli tumeokoka, tunafunga tunaomba, lakini kuna mambo mawili matatu ambayo huwa hatufanyi endea mara nyingi huwa tunapenda kuangalia yale mambo ambayo yanaonekana kwa nje kwa Yesu asifiwe. Kuna zile dhambi ambayo zimeandikwa hata katika amri kumi za Mungu, usifanye na huwa tunajikitisha sana tusifanye hizo dhambi kwa Yesu asifiwe. Lakini asubuhi ya leo wapendwa, ninaomba kuwauliza what are you feeding your souls? Ni nini tunalisha roho zetu? Roho zetu hazionekani, ni kama vile mzizi ukiwa chini ya ardhi kwa Yesu asifiwe. Hatuwezi kuona tunapoacha ukue huwa unachipuka na kumea Bwana Yesu asifiwe. Na wakati unapomea kama mzizi wenyewe ni mchungu, obviously matunda yatakuwa yatakua machungu Bwana Yesu asifiwe. Kumaanisha ya kwamba whatever is inside us huwa inaathiri maisha yetu ya nje Bwana Yesu asifiwe. Tunaomba Mungu sana atusaidie asifiwe. God has Bwana Yesu asifiwe. Wa mara nyingine hayo ma, umetoka kanisani hapo, umeenda pale kwa ploti, na sisi wamama hao wa Kristo, tuache ubaguzi Bwana Yesu asifiwe. I am sorry to say but tumekuwa wabaguzi Bwana Yesu asifiwe. Tukiwa kwa mahali mahali tunaishi hata kama ni kazini, wa Kristo wa wa tunaenda pale, tunaweza kupita Mkristo ametoka kanisani, lakini ataingia kwa ploti, apite mtu wa roho ya kwanza, kwa sababu huyo mtu si mcha Mungu ama haendi kanisani, atafute yule mama pale mbele mwisho kabisa ambaye anaenda kanisani amsalimie. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukifanya hivyo mpendwa, huyu ambaye hajajua Mungu, huyu ambaye atafutaje njia ya Mungu kama wewe mwenyewe umembagua katika ile. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie sana. Kuna mambo mengi madogo madogo sisi wa Kristo tunafanya, na ninaomba tu tanisamee kwa maana nitayaongea tu. Kuna hata masengenyo, masengenyo ni kuongea mtu in her absence. I think hiyo ndio the right decision kwa sababu kama mtu atakuongelewa ukiwa halitakutatiza lakini, mara nyingi unaongelewa ukiwa hauko na mtu usikia vibaya. Mtu anaweza kusema tu ah, nimemtaja haina shida, lakini kwa Mungu ina shida mpendwa. Hiyo kumtaja kwa Mungu ni dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atuhurumie na atuwezeshe kwamba tuweze kuangalia tujichunguze sisi wenyewe mchana wale wapendwa yale mambo madogo madogo ambayo hayaonekani kwa ndani, kama kiburi. Wapendwa, tumekuja hapa kanisani, lakini tumejaa kiburi. Tukitoka hapa, yale tunaofanya pale nje, hata kama hayaonekani kwa nje, lakini yana yana. Bwana Yesu asifiwe. tuko hapa wapendwa, lakini hatupendani. We filled our hearts with a lot of hatred. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nakuuliza mpendwa, mlokole mwenzangu

Wa, ninaomba Mungu twatusaidie saitailha so really ziende. Si lazima wa wa mtu aue ndiyo aonekane wa kwamba ametenda ame dhambi. E, si lazima mtu aibe ndiyo aonekane kwamba amefanya dhambi ama ameenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Hata kuua kweli ni dhambi, lakini hata kusekenya mpendwa, ni dhambi. Kuchukia mwenzako, mpendwa, ni dhambi na kwa kwa Yesu, Yesu Yesu asifiwe asifiwe. Today, ninaomba tu jambo moja wapendwa, wapendwa, let's declare that we are going to change. Tuombe, tuombe Mungu Mungu, transform us from inside out. Mungu, Mungu, Mungu, atusaidie sana, atutengeneze kutoka kutoka ndani ndani. Hata asifiwe, tuombe Mungu o, atusaidie sana tubadilishe yale mambo mabaya mabaya tunawazia wenzetu. Unajua, mawazo na attitude zetu zinatuaffect sana maisha maishanietu wanewasiku affect hata maisha yetu ya kimwili, kwa maana mpendo inakaishkilia kama roho yako haina usafi, kama hauna upendo it will affect you na unaweza pata ugonjwa unawezapata ulcers, high blood pressure na mabonja mengine sio neailia afya yako. So tukitaka kutengeneza ndani pia nje yetu tutakuwa sawa aneasiku Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakuja mbele zako masana majira haya nikikushukuru nikisema ni asante. Ninakuomba Mungu wa rehema, ukuwezeshe baba kutransform maisha yetu. Anu rehema, ninakushukuru kwa ajili ya maisha yetu, nikiakabidhi mikononi mwako. I acknowledge the need to be fruitful to to fruitful ourselves and and pay attention to our inner realities. In the, this moment we surrender every burden and every burden obstacle that is holding us back